Hey, mambo vipi? Nimerudi tena kwa mara nyingine. Kama unavyoona, tayari jua limeanza kutoka. Na kama unakumbuka, katika video iliyopita niliweza kustop pale baada ya mvua kuanza kunyesha wakati tuna rekodi, ikabidi tuweza kukimbia. Okay. So nimerudi kuendelea kuongelea kile ambacho niliweza kustop pale katika video iliyopita. Natumai umeshaangalia video iliyopita. Kama bado, basi kaangalie, nimekuwekea link katika description ili basi uweze kuona jinsi ambavyo tuliweza kukimbia mvua ilipokuwa inanyesha wakati tuna rekodi lakini vile vile kuona kile ambacho tulikuwa tunakizungumzia katika video hiyo. So kikubwa ambacho tulikuwa tunakizungumzia kwa wale ambao amejaangalia video iliyopita, tulikuwa tunajibu swali la mwenzetu ambalo aliweza kuuliza katika video niliyoweza kutuma hapa, ni kizungumzia kuhusiana na website tano ambazo unaweza kuzitumia kujifunza programming language mbalimbali, lakini vile vile masuala ya development kwa ujumla. So aliweza kuuliza mwenzetu, acha niweze kusoma ile swali. Ye, yeah, kuangalia tutorials za YouTube kunasaidia pia mimi najifunza HTML na CSS. Anahitaji kufahamu, je, yeah, tutorials za YouTube zinasaidia katika kujifunza hizi programming language mbalimbali mbali. So, kuweza kumjibu: ndio, inasaidia sana kuangalia video mbalimbali ambazo zinapatikana YouTube katika kujifunza kwako language mbali mbali mbali. Lakini si hivyo tu. YouTube ni sehemu ambayo unaweza kujifunza chochote kile ambacho unahitaji kuanza kujifunza. Na sio lazima iwe katika ishu nzima za teknolojia. Unaweza kujifunza, pengine unahitaji kujua jinsi ya kupika chakula fulani, yani masuala ya mapishi. Unaweza kutumia YouTube kuweza kuanza kujifunza na ukajua jinsi ya kupika. Lakini vile vile, language mbalimbali, unahitaji kujifunza Kiingereza, Kiarabu, Kifaransa, Italiano, vyote unaweza kuvianza kwa kupitia YouTube na ukaweza kujifunza kupitia channel mbali mbali, watu tofauti tofauti ambao wanafundisha vile vile mambo tofauti tofauti. Unahitaji kuwa fundi bomba? Fundi bomba wapo wanafundisha katika YouTube. Kama huamini, jaribu kusearch, utaona video zinakuja nyingi tu, na we mwenyewe tuna muda wako kuweza kuanza kujifunza hatua kwa hatua, japokuwa kuna changamoto mbili tatu tutakuja kushia wakati mwingine, lakini kwa fupi kuweza kujibu swali lako e, wewe ambaye uliweza kucomment katika video ile, ndio unaweza kutumia YouTube kubwa zipo, zina miaka takriban kumi, mtu anafundisha kuhusiana na programming language fulani. Sasa angalia, mtu kama huyo akenda katika YouTube channel yake, huwezi kuondoka mtuku, utajifunza mambo mengi sana. Nitakuja kushia na wewe channel za YouTube mbalimbali mbali ambazo ni nzuri kuweza kuzifuatilia, na utakuwa ni mwenye kujifunza siku baada ya siku, kama utakuwa mfuatiliaji wa channel hizo kuna mengi ya kuweza kujifunza, so usiwe mbali na YouTube channel yangu. Kama huja subscribe YouTube channel yangu hakikisha basi una subscribe, ili basi usiweze kupitwa na video mbalimbali mbali ambazo nakuwa basi natuma hapa katika channel yangu ya YouTube, nyingine kama hizi za kushare maarifa kushare maoni, mawazo mbalimbali, lakini nyingine tumekuwa tukijifunza vitu tofauti tofauti, jinsi ya kutumia kompyuta, simu eh, kufanya mambo mbalimbali mbali ambayo yamebase katika teknolojia, programming language tofauti tofauti, uh, graphic design na mambo mengi ambayo unaweza kuyapata katika channel yangu ya YouTube na vile vile hakikisha basi unakuwa na like video zangu, ili basi mimi niweze kuona e, nyinyi ambao mnaangalia video hizi mnafaidika na kile ambacho nakusogezeeni, kwa sababu nitakapoona mna like video zangu nitaona ya niendelee kufanya hiki ambacho nakifanya, watu wamekuwa wakielewa na wakiweza kufaidika. So nitakuwa tayari nimejibu swali lako, lakini kwa kuongezea Unajua, kuna changamoto zinajitokeza. Kuna watu wengine wanakwambia YouTube bwana uwezo ukajifunza kitu ukakimasta, sio kweli. Una uwezo wa kujifunza kitu na ukakimasta, watu wengi, naweza kuja na ushahidi mimi kwa kukuletea watu ambao wamejifunza kwa kupitia YouTube tu na wakamasta hicho kitu ambacho wanakifanya vizuri tu bila shida yoyote. Unajua, kuna platform nyingine nzuri, lakini zinakuhitaji wewe uweze kulipia, tofauti na YouTube ambazo unaweza kupata tutorial mbalimbali mbali for free ambazo zipo na quality na kiwango cha hali ya juu na utaweza kujifunza. Kuna professional wanafundisha vitu tofauti tofauti, unaweza kuwafuatilia ukaweza kufaidika na wewe lakini, vile vile, kuna hizi AI ambazo sasa hivi zipo, unaweza kuzitumia pia kujifunza. Unajua muda eh, tupo nao, lakini unakuta mambo ni mengi. Sasa nitakuwa nikishia vitu hivi eh, kitu kimoja baada ya kingine, jinsi ya kutumia hizo AI, ChatGPT, Gemini, DeepSeek katika kujifunza eh kuandika ile prompt hadi kuweza kupata matokeo mazuri kutoka kwa ChatGPT mfano, na ukaweza kupitia na kujifunza kitu ambacho unahitaji kujifunza ama kuweza kupata roadmap za vitu mbalimbali ambavyo unahitaji kuvifuatilia na kuanza kujifunza. So mambo mengi ambayo unaweza kuyapata kwa kupitia hizi AI ambazo sasa hivi zipo, ambazo watu bado hawajui jinsi ya kuzitumia vizuri, tutakuja pia kufundisha hapa jinsi ya kuzitumia vizuri, na tutakuja kuona namna gani ambavyo zinaweza zikakusaidia hata katika kujiingizia kipato okay? So leo, wacha niishie hapa, tusipige stori ikawa video hii refu sana. Kama kuna jambo ambalo ungependa niweze kushea na wewe, kile ambacho mawazo yangu eh, maoni yangu kuhusiana na jambo hilo, basi unaweza kuniambia katika sehemu ya comment ya video hii. Hakikisha basi una like video hii, una share na wengine wapate kujoin pamoja na sisi na hatua kwa hatua tutaweza kupiga hatua na kufikia kule ambapo tunahitaji kufikia. Kama unavyoona, ndio kwanza nimeanza katika kurekodi video hizi, kukaa mbele ya kamera, na ukiniangalia vizuri utaona kama uh, sina uzoefu wa kutosha, lakini siku baada ya siku tunakuwa tunajifunza na tunakuwa tuna improve, tunakuwa tuna tuna bora zaidi, na kushare maarifa katika nyanja tofauti tofauti, hususan katika teknolojia ambapo tumejikita. Asante sana, tukutane wakati mwingine. Usiache kusubscribe kama wewe ni mgeni, na usiache kuweka komenti yako pengine na maoni kwa hiki ambacho tumekizungumza. Unahitaji kuchangia pia. Vile vile unakaribishwa kuweza kuongea, unachohitaji kuongea katika sehemu ya comment. Tukutane wakati mwingine.